Habari, guys, as you can see for yourself mnaona hiyo clip hapo, kinachoendelea eh? Hawa watoto inaonekana kabisa kuna kitu ambacho walikuwa wanakifanya ambacho hakikuwa kizuri. Ni kwa haraka haraka, ni kama watoto ambao walikuwa wanalawitiana. Sasa tujiulize kama wazazi, unavyoona watoto wanafanya hivi, je ni kwamba imekuja tu out of nowhere, ama kuna sehemu. Mimi leo hapa naomba niongee kama mtaalamu. Nimepata mafunzo ya masuala ya ukatili, GBV, gender-based violence. Nimepata mafunzo namna gani ya kuhudumia hata watu ambao wamepata hizi trauma za ki zinazotokana na tatizo ama ukatili wa kijinsia. Mara nyingi mtoto anapokuwa kama hawa wanafanyina hivi. Kuna chanzo. Nimeshahudumia watoto wa kiume ambao wameisha lawitiwa. Unakuta inaanzia wapi? Na unakuta imeanzia labda shule ya msingi kwa hizi shule za serikali na hata private, sababu nimeshahudumia wanafunzi ambao ni wanawake na wanatamani kuwa lesbians, wamesoma private tena shule nzuri sana tu, lakini pia nimeshahudumia wanafunzi wa kiume ambao pia wameisha lawitiwa na wanatamani kufanyia wenzao vyo vitendo na hata wengine walishawahi kufanyia mara nyingi. Hivi vitu vinakuwa vinaanzia ngazi ya chini kabisa, vinaanzia huku kwenye utoto. Wazazi wenzangu, naomba tuwe makini sana kuwakagua watoto wetu, kuwaonyesha upendo. Ule upendo tutakaojenga itawapelekea watoto kujenga hali ya kutuamini na hata kushea na sisi yale mambo ambayo sio mazuri wanayapitia, ama aina ya ukatili ambao wanaupitia pale ambapo hatupo kama wazazi. Mpo kwenye kutafuta, ni ngumu kuhakikisha umeweka usalama wa asilimia mia moja kwa mtoto wako, kwa sababu tayari haupo. Ukisha kuwa haupo, mengi anaweza yakatokea. Sasa, nini kitakachokufanya wewe, hata kama kuna mambo ambayo yatataka kutokea eh, au basi yametokea, mtoto akutaarifu mapema, ni nini? Ni kuwa na mahusiano mazuri na mtoto wako. Ndio maana wana saikolojia tunapenda kusisitiza watu, watu kuwa wana spend quality time na watoto wao. Ukiwa una spend quality time mtoto wako, mnaongea, mnacheka, mnaongea viwili vitatu, mnacheza kidogo litakapotokea jambo ambalo sio zuri, mtoto itakuwa rahisi kwake kukwambia. Nimeshahudumia mtoto ambaye alikuwa ni wa form one, kumbe alivyokuwa njiani wenzake wawili walikuwa wanamkamata, alafu wanamlawiti wanampeleka kwa kijana mkubwa ambaye ni mtu mzima, ana jina kabisa, anaitwa Baba fulani eh yule baba anawatuma watoto wale, ameshawafanyia ukatili wale watoto, na wale watoto nao wanaenda wanafanya ukatili kwa watoto wengine wa kiume. Mtoto akawa anamwambia baba, mimi nataka nihame hii shule, ninavyokuwa naenda shule napita vichakani. Baba na ah, anaona mbona kitu cha kawaida, si unaweza tu ukajikaza. Kumbe mtoto kule tayari anakutana na no ukatili, anapelekwa kwenye makolongo, anafanywa ulawiti ko mtoto akawa atamani kuendelea tena ile shule, kwa sababu kumbe njiani anakutana na ukatili. Mwanzoni alikaa kimya, mara ya pili akakaa kimya, ya tatu ndo akaona mwambia baba, mimi sitaki tena kuendelea na hii shule, kwa sababu njia inayopita sio nzuri. Jamani, watoto pale wanapo cry for help, wanapo ongea kitu cha kuonesha kuna kitu hakiko sawa, kama wazazi, naomba tu tunapay attention wazazi wengi tunajikuta tunapotezea watoto wetu, kumbe kuna vitu anakuwa ameshatuambia lakini, kwa sababu hatuna zile clue ama maarifa, tunaacha kitu kinapita, tunadhania ni maneno ya kawaida. Mtoto unapoona haendi shule, yaani kama mzazi, hiyo ni kengele ya hatari. Mtoto anapokuwa haendi shule kuna mawili: ameingia kwenye magrupu ama anakutana na ukatili. Kwa hiyo cha kwanza hakikisha unataka kujua kwa nini aendi shule. Usikae na mtoto ambaye aendi shule, afu kasema alikataa tu shule mwenyewe, no, fuatilia kwa nini mtoto atakiwe kwenda shule. Lakini kingine ni upendo, jamani. Ukionyesha kuwa mkali sana kwa mtoto, mtoto anaweza kakunyima information, kwa hiyo ni upendo. Lakini pia kuwa na uvumilivu, unapokuwa unampeleleza mtoto wako, jitahidi kuwa na subira, usiwe na haraka ukataka kila kitu akwambia hapo hapo, nenda naye tu taratibu. Kama kuna dalili umeona sio nzuri, endelea kumpeleleza mtoto wako, uliza viswali vidogo vya hapa na pale, tumia muda mwingi na mtoto wako, kuna kitu utagundua na tutaokoa kizazi chetu. Mnadhani kwani sisi wana saikolojia ama watu wa ustawi wa jamii, watoto huwa wanatupa taarifa zao, ni kwa sababu namba moja tunawahakikishia usalama kwamba uko salama, niamini, tunachongea kinabaki kuwa cha kwetu. Lakini pili, tunaonesha upendo. Hatuongei na watu au watoto tukiwa tuna maasila ama tuna haraka. Tunaonesha tunataka kuwa sehemu, unatuliza muda, unatulia una, unampa mtoto muda wako, na anaona kabisa, yani anaweza akafil kabisa kwamba huyu amenipa muda wa kunisikiliza. Kwa hiyo wanaongea Fanya hivyo kwa mtoto wako na kuhakikishia, utapata matokeo mazuri. Kingine jamani, mnapoleta ndugu wa kiume hebu hakikisha haumlazi chumba kimoja na watoto wako, awe ni mtoto wa kiume awe ni mtoto wa kike. Anapokuja ndugu ambaye ni wa kiume ama ni wa kike, jitahidi kumuweka mbali na watoto wako, hasa hasa wakati wa kulala. Lakini pia usiache mtoto wa kiume na mabinti hao wengine, afu kafanya safari za mbali. Sasa hivi dunia imeharibika sana, tunapokea kesi ambazo mpaka wanasema tunawaweka wapi watoto wetu. Asilimia kubwa ya watu wanaofanyia watoto ukatili wanaongoza ni majirani, baadhi ya ndugu, na baadhi ya kesi chache tunakuta watu wasiojulikana. Katika kesi ambazo nimezisimamia asilimia kubwa zaidi ya asilimia sabini ya watoto waliofanyiwa ukatili waliowafanyia ukatili wanawafahamu. Kwa hiyo mara nyingi unakuta kunakuwa kuna uhusiano kati ya anayemfanyia ukatili mtoto na unaweza kukuta hata ni ndugu. Lakini pia kwenu nyewe, wanaume, familia ikiwa na baba ambaye yuko strong, yuko imara, mara nyingi hata wakatili wanaogopa kuwafanyia watoto ukatili kwa sababu baba tayari amesimama kwenye ile roli yake ya kuwa protector of the family. Mara nyingi unakuta mtoto anafanywa ukatili pia pale ambapo unakuta baba hayupo kwenye familia. Hawa perpetrators ama watu wanaofanyia watoto ukatili wanasoma vizuri saikolojia za familia. Kwa hiyo baba, hakikisha ni mlinzi kwa familia yako. Inawezekana umetengana na mzazi mwenzako, lakini ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu lako. Baba unapokuwa umetengana na mama Hujatengana na mtoto, wewe umetengana na aliyekuwa mwenzi wako wa maisha, lakini mtoto wako unabaki kuwa kwenye mahusiano naye yale yale. Kwa hiyo, wanaume jitahidini sana kuwa present kwenye maisha ya watoto wenu, muwe mnaonekana, muwe mnakana watoto wenu. Familia ambayo inapata malezi ya pande zote, kwa asilimia kubwa hata ukatili pia unapungua. Kwa hiyo tujitahidi, na hata wewe baba ambaye bado unaishi na mke wako. Hakikisha unasimama kwenye nafasi yako vizuri kama baba. Hakikisha sio unakuwa mlevi kiasi kwamba ueleweke hata muda wako unarudi kulala ni upi. Kuna mtoto nilowahi kumhudumia baba alikuwa anakuja saa saba saa nane. Mtoto alilawitiwa na na, na, na mtoto wa shemeji yake. Yaani familia ina baba, ina mama, lakini mama ndo anayechakalika kutafuta hela. Baba yeye akipata chochote anaenda analewa. Kwa hiyo yule kijana ambaye ni mtoto wa shemeji yake alikuwa anatumia muda huo ambao baba hajarudi anaenda chumbani kwa binti anambaka anamlawiti. Mtoto anakuja kusema ameshafika form 2. Kumbe kijana alikuwa ni tabia yake. Kwa hiyo simameni katika nafasi ya malezi kama mzazi. Wazazi, licha ya kwamba tuna jukumu la kuhakikisha tunatoa huduma kwa watoto wetu, lakini pia tukumbuke tuna jukumu la kuhakikisha tunatoa malezi bora, tunakuwa wasimamizi wazuri na tunakuwa waangalizi wazuri wa watoto wetu, na ni jukumu letu kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto unazingatiwa wakati wote. Kwa hiyo, wazazi, tusiwe tu ni wazazi ambao tupo, lakini hatufuatili maisha ya watoto wetu. Tujitahidi tuhakikishe tunawafuatilia na tunawalinda watoto wetu.